Hivi unajua kwamba unaweza ukaibiwa akaunti yako ya YouTube? Yes, jibu ni ndio. Sasa utafanyaje ili uweze kurejeshewa akaunti yako ya YouTube na YouTube Partner Support Team? Jambo la kufanya, ungana nami katika video hii mwanzo hadi mwisho, naenda kukuonyesha taarifa muhimu saba ama vitu saba vinavyohitajika ili uweze kurejeshewa akaunti yako ya YouTube. Karibu sana. Sasa kama umeibiwa akaunti yako ya YouTube na unahitaji YouTube wa kurejeshea akaunti yako, zipo taarifa ambazo wao wanazihitaji. Kwa hiyo kuna fomu ambayo wataletewa ili uijaze, na katika hizo taarifa wanazozihitaji ni hizi ambazo mimi nimekuandalia. Katika kipindi kijacho nitakuonyesha hiyo fomu ambayo unatakiwa wewe uijaze, so itaji. Kitu cha kwanza wanachokihitaji, wanahitaji kitu kinaitwa channel handle. Channel handle utaipata wapi? Channel handle utaipata hapa. Baada ya kuwa katika page yako ya YouTube, ingia kwenye sehemu imeandika customize. Kwenye customize uki scroll down, utaona kitu kimeandikwa handle. Hii ndio channel handle, kwa hii ni muhimu sana. Ni taarifa muhimu sana, inatakiwa uikopi kisha uipesti sehemu ambapo wewe unaamini unaweza ukaifikia pindi utakapoihitaji. Kwa kitu cha kwanza anachohitaji YouTube ni channel handle. Kitu cha pili wanachokihitaji ni channel URL. We ukiangalia katika akaunti yako utaona baada ya youtube.com channel utaona hizo namba, hiyo ndiyo channel URL ambayo ni muhimu sana. YouTube team wanahitaji kuthibitisha uwepo wa akaunti yako. Kitu cha tatu ambacho YouTube wanakihitaji wanahitaji ile email address ambayo ndio inabeba channel yako kwa sababu ukisikia mtu ana YouTube channel it means ana Gmail ko email account kwa Gmail ko ile email ndio ambao wao wanahitaji, ama kwa lugha nyingine wanasema linked email address. Hiyo ndio ambao wanahitaji YouTube ili waweze kuthibitisha kama hiyo account kweli ni ya kwako na wanapaswa kukurejeshea. Kitu cha nne ambacho YouTube wanakihitaji ni date ambayo umecreate hiyo channel yako. Sasa utaonaje hiyo date? Utaingia katika channel yako page, kama ambavyo unaona katika mfano wake huu hapa. Utaingia sehemu wameandika wame more. Ukiingia katika more utaona kuna hapa, joined March 21 2020. Hii ndio date ambayo umecreate hii channel. Ukiangalia kwako pia utapata taarifa tofauti, kwa cha kufanya copy paste katika sehemu ambayo unaiamini na unaweza ukaifikia baada ya chochote kutokea katika akaunti yako. Kitu cha tano ama taarifa ya tano wanayoihitaji ni last time you had access. Wakati gani wa mwisho uliweza ku access channel yako koo, lazima ujue kwamba niliweza ku access channel yangu mwisho jana mwisho juzi, mwisho mwezi uliopita. Ukijua mwezi na tarehe inakuwa iko poa zaidi kwao. Ni vizuri ukawa una upload content mara kwa mara, kwa maana hata chochote kinachotokea, unaweza ukajieleza kwamba hii incident imetokea siku fulani, tarehe fulani. Kwao itawasaidia wao katika kuthibitisha taarifa zako na kuweza kukurejeshea akaunti yako. Lakini kitu cha sita kinachohitajika na YouTube team ili waweze kuthibitisha kama hiyo akaunti kweli ni ya kwako, na unahitaji na unahitaji urejeshewe, basi ni devices ama vile vifaa ambavyo ulikuwa ukitumia ku access channel yako. Kama ambavyo nimetangulia kusema, ukimiliki Gmail account, tafsiri yake wewe unaweza ukumiliki YouTube, kwa maana YouTube na Gmail ni baba mmoja mama mmoja. Sasa mara nyingine zile email zetu watu tunazikonfigure kwenye simu kwenye smartphone, tablets ama iPhone na device yote ambayo unaweza uka access. Kwa ambao pia wanatumia zile yolo kwa ajili ya kufanya live kwa kule kote kule. Hakikisha unazo taarifa za hizo devices zako ama hivyo vifaa vyako. Kama YouTube channel yako uliweza ku access kupitia simu, basi unaweza ukaeleza ama ukataja model ya ile simu ambayo ulikuwa unatumia. Kwa mfano utasema Samsung Note 10 ama Techno, Camon 12, whatever kifaa ambacho unachokitumia, lakini kama ni laptop kwa mfano, unaweza kusema HP Lenovo, afu utataja na ile modeli yake, kwa mfano laba HP notebook, utataja na namba yake ambayo inaonekana kule mbele katika kifaa chako. Lakini kama ulikuwa unatumia desktop, utataja laba desktop ilikuwa ni Dell, Vostro 230 Yes, na maanisha vifaa na model kwa staili hiyo, lakini taarifa ya saba ama kitu cha saba anachokihitaji YouTube team ili waweze kukurejeshea akaunti yako watahitaji recovery details, uweke either namba ya simu, uweke email address, endapo chochote kitatokea katika hiyo email yako ambayo umefungulia YouTube, basi taarifa ziende katika ile email nyingine basi hizo details pia wanazihitaji YouTube team ili waweze kukurejeshea account yako. Lakini zingatia kwamba kama tayari account yako ina kuingizia pesa na umejoin katika YouTube partner program, kwa watumiaji wa YouTube partner program wanafahamu kitu gani ninachokimaanisha kwa maana tayari una Google AdSense account ambayo fedha zako zinazopatikana katika YouTube zinapita huko, basi hakikisha una kina kitu id, lazima ujue publisher id yako ni ipi. Kwa hizo ni taarifa muhimu sana ambazo unatakiwa uwe nazo. Vipi wewe, umewahi kuibiwa akaunti yako ya YouTube? Na kama uliibiwa, je, ni njia zipi ambazo walizitumia kuirejesha akaunti yako? Tunahitaji tusikie, tujifunze pia kutoka kwako. Usisahau kuweka en, kulike, kushea video hii ili na wengine wapate kuelimika zaidi. So hadi wakati mwingine, karibu tena.